Kwa majina naitwa mwalimu Onesimo Edison Mgonja, <tototot> ndiye mbunge wenu wa jimbo hili. Jambo la kwanza namshukuru Mungu sana ambaye ametukutanisha siku ya leo Amen. Na leo tumekuwa na ibada ya shukrani pale kanisani, baada ya hapo tunarudi kuwashukuru wananchi. Lakini niseme tu siku ya leo ni siku maalum sana, ni siku maalum kwangu na kwa jimbo la Mbozi tarehe 29 ti mulinichagua kwa kula nyingi, nilipata asilimia tisini na tano. Si mmevunja rekodi wenyewe. Sasa heshima hiyo mliompa mtoto wenu, leo nimerudi kuwashukuru sana, na wakati naomba kula, kwa ishara ya heshima, nilikuwa napiga magoti. Naomba na leo tupige magoti hapa, fikiria. Lakini pia naona yuko mama na baba wako nazoao jamaa ana maneno mengi kama mtoto wenu, lakini huyu ndo mama yangu, yeye ni zoa watinazoko. Sasa kwa heshima ile ile ambayo umetupa heshima, umetupa kura nyingi, naomba no mimi na mtoto wangu tupige magoti baba, jiye msimame tu, kuna washukuru sana sana sana, asanteni sana.

kwa sasa si wa kwenu, ni wa wanambozi wote wa kabila zote wa rangi zote wakubwa kwa wadogo. Na Onesmo niko tayari kufanya kazi na wazee, ndio maana mnaona wazee wako hapa. Niko tayari kufanya kazi na kina mama, ndio maana mnaona kina mama wako hapa. Niko tayari kufanya kazi na vijana, ndio maana mnaona vijana wana furaha. Niko tayari kufanya kazi na no marishe. Niko tayari kufanya kazi na no boda boda. Ongeleni boda -boda, boda, sana leo mmeona walipo tusindikiza. Asanteni sana, bila kusahau bajaji na maguta, nasema asanteni sana sana. Niseme nisiseme, wazazi wangu na mama zangu na vijana wenzangu, tarehe 29 mmenichagua mimi nimeapa tarehe kumi na tatu mwezi uliopita. Leo tarehe saba ukijumulisha ni siku ishirini na nne na wakati nahitimisha kampeni zangu nilisema nanunua gari kwa ajili ya kuisaidia jamii. Kwa hiyo ahadi zangu nimeanza kuzitekeleza baada ya kuapishwa tu, ili gari nitana elfu mbili na ishirini na moja nikanua milioni nikamona jomo milioni ishirini na tano nikaweka pakeji humo, vimefanya faraja mbozi nzima. kama mdao, nilipokuwa mdao nilifanya hayo hivi, nimekuwa mbunge takuwaje? Nimeapa siku shirn, nimeleta gari hili hapa la milioni hamsini na mbili ukifungua mle ndani na mfumo wa mjuresi. Kwa hii gari ni ya wana Mbozi, mbunge amewalete shiwake makoma kabisa, sitaki mozi sasa ipate tabu, nataka amani. Yaliyotokea juzi tu, ya sahau wanamno na mnaomeni na sana. Yaliyopita si ngwele, tugange yajayo. Unaona jeshi la polisi lina maina amani lakini lockdown ya siku tatu mama zangu hapa walichoka, baba zangu walichoka, aa, walichoka, kila mmoja alichoka. Mnataka kurudia huko? Mnakuwa walinzi wenyewe, si ndio? Tunakwenda kuwa walinzi wenyewe sisi, ndo tuna vijana, ndo tuna watoto wetu, twendeni tukawaambie hapana, tumezoea tatoka amani ya mababa zetu, viongozi wetu wanaimbili hapo, vipi? Naamini sisi tarehe ishirini na tisa kule jambo kama hiyo, bunge liko hapa. Na waombeni sana na nawaombeni kwa kupiga magoti, tafadhali, wanamlo, tuilinde mbozi yetu. Hakuna mbozi nyingine, tuna mbozi moja tu, tuna mlo moja tu, ambayo tunategemea ipate barabara za lami kwenye mitaa yetu moja tu moja tu tuna mlowa moja ambayo tumeshapona na Mama Samia milioni mia sita hamsini tunajenga kituo cha afya pale, ni mlowa moja tu. Nataka jamani, tufanyaje? Nataka chama hiki kifanyaje? Serikali ifanyaje? Nataka mama fanyaje? Mimi niwaombe lakini, chukua fursa hii kuwapa pole sana wale ambao walikutana na madhila tarehe ishirini na tisa wengi hawakutarajia angetokea vile. Wale ambao yaliwapata, mimi kama mbunge wenu nina tasimini yote. Kama kuna sehemu mesikia alipatwa shida, niko tayari kwenda kuwashika mkono na kuwapa pole kuanzia kesho. Halo, ingesema mengi sana na natamani kusema mengi sana, lakini jukumu la leo ni kuzindua mwali huyu yeah! Na leo tunazindua yeah! Hili gari litatusaidia kwenye matatizo yeah. Na leo nimepata simu, wenzetu pale pale wapi, wameondokewa na mpendwa wao. Kwa hizi gari mbili nazitoa kesho ziende kufanya huduma huko, yeah! Madereva mjaze mafuta kesho, muende na huduma. Tutaweka utaratibu mzuri na madiwani wetu huko ili waweze kuratibu zoezi hili. Jamani, hivi gari liko hapo na umwa, huwezi kuweka mafuta tu mafuta. Jamani huwezi. Kuna wakati bunge taweka, kuna wenzetu wana hali nzuri wataweka, lakini kuna watu ambao tunafahamu. Mimi ni mtoto wa maskini, nafahamu watu wanavyoishi kwa shida. Hata elfu ishirini hana, anatamani kwenda hospitali, amepata msiba hawezi kusafirisha Bahati nzuri Mama Samia ameshapiga marufuku miili yetu ya wapendwa wetu kukataliwa hospitalini huko, marufuku. Tupo hapa, wasimamizi wenu, tutafuatilia, tutasimama nani na nini, na sijaishia hapa tu, mambo mazuri yanakuja ya kwa mtoto wenu. Hey, hey, hey! Sasa tumeliona gari tumelizindua magari mawili, gari gari baba na mta gari mtoto. Magari haya ni mazuri, niwaombe wana Mbozi, niwaombe madereva, mtakapotumia ni magari haya, mkajani service, mkaifanyia service kwa wakati, mkayapitishe vizuri, sema mbaya, mnaona barabara haifai